karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo alhamisi juma la 33 kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha wa Makabayo sura ya pili aya 15 hadi 29, na somo la injili linatoka katika injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi, aya moja, ya kumi aya 41 hadi 44. Karibu tusikilize injili takatifu. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alipofika karibu na Yerusalemu aliuona mji akaulilia akisema Laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani! Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibu tutafakari kwa pamoja somo la injili tuliyoisikia hivi punde. Mazingira ya somo tuliyoisikia yanaonyesha Yesu akiukaribia mji wa Yerusalemu, huku akiutazama na kulia kwa machozi. Rejea kitabu cha Yeremia sura ya sita aya ya kwanza. Yesu analia kwa uchungu kwa sababu anaona uharibifu ulioko Yerusalemu kutokana na kutotambua ujio wa Masiha, kuonyesha kwamba machozi yake ni ishara ya upendo wake mkubwa, lakini pia uzuni kwa watu waliokataa wokovu, ambapo Yerusalemu ulikuwa mji mtakatifu, lakini watu wake walikuwa vipofu kiroho, pia waliamini katika dini lakini wakashindwa kumtambua yesu kristo kama njia ya amani rejea injili ya ya yohane sura ya kumi na nne aya ya sita pamoja na hayo ni mwaliko kwetu sisi ambao tunashiriki katika maovu na pengine kutenda yaliyo mabaya katika jamii familia au jumuiya ambapo tunaaswa kuacha na kushiriki na kutenda yaliyo mema maana uji wake masiha atuujui utatukuta tu Hali gani, wapendwa familia ya Mungu. Injili hii inatutafakarisha mambo kadha wa kadha ambayo pengine tunakutana nayo katika maisha yetu au pengine tunayapitia kwa namna moja ama nyingine. Jambo la kwanza, Yesu ni mwenye huruma kwa wote. Yesu katika hukumu haonyeshi hasira bali huruma, hasa pale anapolia kwa ajili ya wale wanaopotea. Ndugu zangu, tunapata kufahamu kwamba Mungu hapendi mtu yeyote apotee, bali sote tuifikie toba, hasa tunaporejea kitabu cha waraka wa pili wa mtume Petro, kwa watu wote, sura ya tatu aya ya tisa anaposema "Bwana acheleweshi ahadi kama baadhi ya watu wanavyodhani, bali anawasubiria ninyi kwa sababu hapendi wengine wenu wapotee, bali wote watubu." Sambamba na hayo, pia tunaalikwa kumrudia Mungu kwa njia ya toba, hasa pale tunapofanya yale ambayo ni chukizo mbele za Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, kutokujua wakati wa kujiliwa. Tumepata kusikia katika injili hii maneno yanayosema, hukujua majira ya kujiliwa kwako, yakiwa na maana ya kupuuza nafasi ya wokovu. Watu wa Yerusalemu walikuwa na masikio lakini hawakusikia, walikuwa na macho lakini hawakuona, hasa tunaporejea Injili ya Mathayo sura ya 13 aya 13 hadi 15. Ndugu zangu, tujiulize katika ulimwengu tunaoishi leo hii wengi tunapuuza ujumbe wa Kristo kwa njia tofauti, tofauti ambayo tunakumbatia sana vitu vya ulimwengu kuliko kushika yale Mungu anayo kuyafanya katika maisha yetu. Lakini tutambue fika kwamba Ulimwengu huu na vitu vyake unatupatia furaha ambayo inaisha kwa muda mfupi, lakini furaha ya kweli ni ile inayotoka kwa Mungu na si vinginevyo, kama Mtakatifu Agustino alivyosema katika moja ya maandiko yake juu ya dini ya kweli. Ndugu zangu, sisi sote ambao tumekuwa kama Yerusalemu hasa, mara nyingi tunapoishi kana kwamba Mungu hayupo huku tukikosa kuona nafasi ya wokovu wakati mwingine tunapendelea na kukumbatia mafanikio ya kidunia badala ya amani ya kiroho. Kwa namna ya pekee tutambue kwamba Yesu analia pia nasi leo huku akitutaka tutubu na kumrudia Mungu. Familia ya Mungu, sisi sote tunaweza kuupuza wito wa Mungu maishani mwetu labda kwa sababu ya kazi, tamaa au kiburi lakini baadaye tunakuja kutambua kwamba tayari tumepoteza wakati wa kujiliwa kwetu. Hii pia inaweza kutukumbusha maneno ya Mtakatifu Paulo, tazama sasa bado ndiyo wakati uliokubaliwa, tazama sasa ndiyo siku ya wokovu. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya sita aya ya pili. Wapendwa familia ya Mungu, litutafakalishe kuhusu Yesu na wito wa toba. Yesu pia anatualika tumtambue kama mfalme wa amani na tusikose neema yake kama Yerusalemu ilivyofanya. Machozi yake ni wito na wito wa upendo. Si hukumu pekee ambapo tunatakiwa tuchukue muda kumruhusu Yesu atawale katika mioyo yetu ili tusiwe miongoni mwa wale wanaopoteza wakati wa kujiliwa, bali tuwe sehemu ya wale wanaopokea amani yake ya kweli. Ninapohitimisha tafakari hii, naomba pia tutafakari kwa pamoja tafakari ya mtakatifu Gaspari kwa siku ya leo, ambapo anasema ishi, maisha ya kawaida yasiyo na makuu na mjitoe kitakatifu kwa Mungu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekutolea tafakari hii ni mimi Fratelli Kevin Nixon wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! <tinyo>